jijini Dar es Salaam. Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Uvuvi na Mifugo, Dr. Edwin, amesema mchango sekta ya uh, uvuvi ina mchango, sekta ya mifu, sekta ya uvuvi na mchango katika kuza uchumi wa nchi na mwananchi mmoja mmoja. Hivyo kusisitiza wavuvi eh, nchini kutumia program tumizi ya kidijitali ya PFZ katika utafutaji na uuzaji wa samaki. Emmanuel Samuel anakwenda kutujuza zaidi. Naibu Katibu Mkuu Mhede ameabainisha ha hayo wakati wa uzinduzi wa programu hiyo ya kidigitali katika soko kuu la samaki la Feri jijini Dar es Salaam, ambapo amesema uzinduzi wa programu hiyo unaakisi uwekezaji mkubwa unaofanywa na serikali katika kuleta mageuzi makubwa kwenye sekta ya uvuvi nchini. Kimsingi ni kwamba hii ni njia mojawapo ya kudhibiti uvuvi haramu. Maana wewe ni mtu rasmi, tumekutengenezea platform rahisi ya kukurahisishia kwenda kuvua, una sababu ya kukimbia kimbia na kutumia njia zisizokuwa rasmi, wakati njia rasmi zipo na ni zinapatikana kwa njia ya bure na itakuhakikishia unapata sio, e, chini ya asilimia 55 ya zaidi uliokuwa nayo ya kwenda kupata e, wapi ukavua, na ndicho ambacho tumekiona moja ya faida kubwa ya programu hii. Baada ya majaribio iliyoonyesha wazi kabisa, asilimia sabini na tano ya waliotumia programu hii hawakufanya uvuvi wa kubashiri, waliambiwa, mfumo uliwaonyesha aende wapi kabla hajaenda na akaenda akavua. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya uvuvi Tanzania Dr. Ismail Kimirei pamoja na mratibu wa mradi wa kuvua, kuuza na kununua samaki kwa njia ya kidijitali nao wametoa neno tulilianza kama kiproposal kidogo ambacho by then kulipata nafikiri kwa dola 1000 ehe wakati ule tunaanza mwaka 2011 na na na sasa imekuwa ni mde kubwa imetengeneza mifumo mingi na kama ambavyo umeona sasa uh, tuna tunakwenda kwenye mpaka mataifa mengine sasa sasa ndio tumezindua mfumo na pita kwenye wilaya zaidi ya 16 kote kwenye ukanda wa bahari tunafundisha tuafundisha namna ya kuanza kutuma samaki hizo na na na na na wale pia kwenda kwenda kwa kwa kwa kutumia teknolojia hii hii, lakini kuja kwenye kwenye vyombo vya habari habari habari kwamba kwa ukitaka ukitaka kula sasa samaki kununua kirahisi, tumia mfumo wa wa na wa wa. Tutaendelea na elimu zaidi na zaidi kwenye ya wadau wetu kusaidia kusambaza wote. Mkuu wa wilaya ya Ilala, Edward Mpogoro na baadhi ya wavuvi wakiwemo wafanyabiashara wa samaki katika soko la Feri wameeleza furaha walionayo baada ya mfumo huo kuzinduliwa